Mambo, na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Tamasha la kwanza la Utamaduni wa Chai limefanyika nchini China, ili kusherehekea Siku ya Kimataifa ya Chai na kutangaza utamaduni wa chai ya Kichina. Ikiwa kauli mbiu ya kushirikiana kikombe cha chai na dunia, tamasha hilo linalenga kutoa mawazo mapya ya China katika kuhifadhi na kuboresha utamaduni wake wa chai. Mbinu za utamaduni wa kutengeneza chai nchini China na vitendo vya kijamii vinavyohusiana na chai vimeongezwa kwenye orodha ya utamaduni wa kibinadamu usioshikika ya UNESCO mwaka jana. Liang Mingyu mtengenezaji wa chai maarufu wa Kichina ambaye anashiriki katika maonyesho yanayofanyika jijini Beijing amesema mbinu za utengenezaji ni muhimu kwa thamani ya utamaduni wa urithi usioshikika. Liang anasema mbinu za Kichina ni muhimu sana. Kazi za mikono pia ni muhimu, zinarithishwa kizazi baada ya kizazi. Wajumbe wa kidiplomasia wa enzi ya zamani za China walitengeneza chai na utamaduni wa chai unaojulikana duniani, na mbinu hizo zilikuwa muhimu kwa umaarufu wa kienyeji hicho kizuri. Mji wa Hangzhou mkoani Zhejiang, eneo maarufu kwa kilimo cha chai nchini China pia umefanya shughuli mbali mbalimbali kuadhimisha siku ya kimataifa ya chai. Shughuli hizo zinafanyika katika mtindo wa maonyesho ambapo watu waliweza kujifunza jumla ya vifaa hamsini na mbili vya chai vinavyohusiana na urithi wa kitamaduni usioshikika vinavyomilikiwa na mkoa wa Zhejiang, ikiwemo utamaduni wa chai, vifaa vya chai, desturi ya chai na mambo mengine husika. Pia ziara maalum inatolewa kwa watu wenye hamu ya kujifunza utamaduni wa chai wanapotembelea maeneo ya kilimo cha chai katika kaunti za Changxing na Jian, wilaya za Yuhang na Xihu ili kujionea maendeleo ya sekta ya chai. Chai ni moja ya vinywaji vikuu vitatu duniani, ikizalishwa katika zaidi ya nchi na sehemu sitini duniani na kupendwa na zaidi ya watu bilioni mbili. Mwezi Desemba mwaka 2019, Umoja wa Mataifa ulitangaza Mei 21 kuwa Siku ya Kimataifa ya Chai ili kusherehekea thamani ya kiuchumi, kijamii na kitamaduni ya chai na kuendeleza maendeleo endelevu ya kilimo cha chai duniani. China ni nchi inayozalisha chai kwa wingi